Niwaambie kitu kimoja leo. Pengine kuna watu, pengine kuna watu wanayapitia au wameyapitia au yaliwakuta kama mimi alivyonikuta kipindi hicho. Hivi mnajua kama kuna baadhi ya mastaa na roho mbaya sana wana roho mbaya mpaka wana roho mbaya kupitiliza. Mimi kipindi hicho haijulikani kama nitakuja kuwa Lulu White au kuwa mganga yani, haijulikani nilikuwa tuna maisha magumu. Sasa nilikuwa na uzaga, uzaga losheni losheni zangu ili kwa kutafuta nitafute wateja. Ikawa kwa mfano star akiposti pale picha yake, mimi naenda ku comment jamani, nauza losheni hivi na hivi na hivi, na acha na namba zangu pale za simu, ili mteja hata akiona ile comment atanitafuta nitapata nita chochote kitu. Nilikuja kushtuka nimeblokiwa na jamani, nimekuja kublokiwa na mastaa wengi wameniblock. Na wengine mpaka sasa hivi nakutana nao tunapiga stori tunacheka, lakini hawajui kama ni mimi kipindi hicho aliniblock kwa sababu ya njaa zangu. Umasikini ni mateso jamani. Umasikini mbaya, umasikini unazadilisha. Jamani, mtu tayari ukishapoa jina vitu vingine vifanye tu kupitoa kama sadaka. Sisi wengine utakuta, sisi wengine tunabarikiwa kwa sababu kama mimi kuna watu wengine nishawasaidia, sasa hivi wana majina mastaa wakubwa hata nikikutajia sasa hivi huwezi amini kama huyu mtu nimemsaidia mimi. Lakini kwa sababu ya roho mbaya yake aliyokuwa nayo hajawahi kunipigia simu, hajawahi kunitumia message, hajawahi kunitafuta, ni mimi namwangaliaga tu. Naweza nikamchola mtu nikacheka. Na ndio maana utakuta mtu ana jina kubwa lakini chamaana anachokifanya hana kwa sababu roho yake iko hivi. Hebu kujueni nafsi kwanza. Kujueni nafsi mje kufanikiwa. He! Huwezi jua huyo mtu baadaye atakuja kuwa mfanyabiashara mkubwa kiasi gani. Hata kuita kwenye biashara yake umfanyie tangazo akakulipa. Eh, huwezi jua wewe mtu baada. Mimi sasa hivi mimi nacheka nao, hawajui kama ndo mimi. Wewe ulishablokiwa, ulishablokiwa na star gani kwanza? Kwa umaskini wako kuna star gani uli comment akakublock? Labda atakuja kuona hapa, atakutoa block. He! Hebu fanyeni kubadilika kwanza, roho mbaya kaa kitu gani? Ah, roho zenu mmezitia ukuba, roho zenu zimekunja majina, majina hewa, kitu gani wewe? Roho ya kimaskini kitu gani wewe, kitu gani wewe? Wafanyabiashara, hello d na la kuteta leo na wafanyabiashara, niwaambie tu, vita yenu mnaopigana na sisi sio vita yenu na nyinyi, ni vita yenu wenyewe kwa wenyewe vita yenu mnapigana na sisi sio vita yenu na nyinyi, sisi hatuna vita na nyinyi, ila nyinyi mna vita ya wenyewe kwa wenyewe. Mnapigana wenyewe kwa wenyewe without knowing kwamba unapigana na mfanyabiashara mwenzio, kuna yengo gani? Nisikilize vizuri. Kwa mfano, wewe ni mfanyabiashara, umenifuata Mama Chanja, naomba nitangazie magauni yangu. Let's say magauni yanauzwa 45 au 25. Umenifuata, umenilipa kufanya tangazo lako, let's say umenilipa kwa mwezi au kwa wiki mbili. Mimi nikavaa gauni lako nikalipost mtandao wangu ya kijamii, TikTok na Instagram. Nimepost hiyo nguo, nimeelezea inapatikana kwa nani, nimeweka mpaka na namba, nimetag na page husika ya mfanyabiashara ambaye anauza hiyo nguo. Dakika tano nyingine anakuja mfanyabiashara mwingine, anauza nguo kama yako, anaandika pale, let's say, anaitwa Adige Store, anaandika pale gauni kama la mama chanja linapatikana dukani kwetu. Kuna wengine wanaenda extra, wanaandika na bei zao. Mwingine anakuandikia 20, 25, na unakuta wale wale aliyokupa ile kazi, anayeuza labda 30k, mtu kaja pale kaandika 25. Bro, what are you expecting? unategemea nini? Hebu vuta picha, wewe ndio ufanye biashara ulionilipa mimi, unakuta na ile comment pap. Na ni wajanja, unajua kabisa picha ikipostiwa kwa zaidi ya dakika 10 au dakika 30 za mwanzo watu wanakuwa na view sana, kwa mtu anawahi comment section pale, anatangaza biashara yake. Mind you wewe umelipwa kutangaza ile nguo, so kinachotokea ni yule mfanye biashara alokulipa wewe anakupigia simu, "Mama Chanja eh, hey, hey, kuna mtu nimeona hapo amecomment ananiharibia biashara, futa hiyo comment ikiwezekana block." Kwa hiyo wewe kufutiwa komenti yako unavotangaza biashara yako kwenye posti yangu sio vita yangu. Hiyo ni vita yenu mfanya biashara. Shilingi na pande mbili. Tugeuza upande wa pili wa shilingi. Hebu imagine wewe ndio mfanyabiashara biashara ulionipa mimi. Umewekeza hela yako. Pap umemlipa Mama Chanja, kaposi picha, wafanya biashara labda wawili watatu, hata mmoja kaja pale, iko active on time, kaenda pale katangaza biashara yake same same na biashara yako wewe. Kama mfanyabiashara biashara hiyo unaichukuliaje? Hebu tuongee kwenye fact, mimi Esther nikakufutia wewe comment ya gauni la 4000 unapata nini? iyo gauni ukaenda ukauza, mimi nafilisika. Mimi na kwa masikini ni gauni la elfu 25 la elfu 30, eti wewe ukitangaza kwenye peji yangu mimi na, napungukiwa nini? Sipungukiwi kitu, lakini unakuta mda huo wao ambao umetangaza biashara yako kwenye peji yangu tayari ile ni tangazo la mtu mwingine na amelipia. In one way or the other, mimi hata ningekuwa nifanye biashara ninge mind huyo mtu vipi? Mimi nimelipia tangazo, nimeinvest hela ya yangu, unakujeje kutangaza biashara yako kwenye tangazo la mtu mwingine? Si unanipata? Unanipata eh? Tena taratibu. Wait, nakupa mfano mwingine haya. Angalia hii video. Video. Ilikuwa kama ni vacation fulani, tulienda mimi Asma, Viki na Kiredio tulienda Bagamoyo tukafanya kama ka pikniki flani. I'm telling you, kuna mfanyabiashara alilipia ile trip kwenda na kurudi na kula malazi na mavazi. Kwenye mavazi ndio tangazo lenyewe. Kwa hizi outfit tulitoa kwenye duka hili moja ili tumtangaze yule mwenye duka, umenipata vizuri? Tuka post video pap haiko maliza dakika tano, wallahi, akatokea alipotokea, mfanyabiashara wa kiume anavarisha sana masta hapa Instagram. Mi siwezi manasi, mimi siwezi kumtaja maana mimi sina shida naye, siwezi kummention maana sina shida naye, lakini huo ugomvi ulitokea kweli, akatoka aka huko, alipotoka akachukua lile video pap, video hata ina dakika 30, akapost kwenye peji yake kwamba hizi nguo walizovaa kina machanja kina asma zinapatikana dukani kwetu. Waligombana wale watu wawili, mm. Waligombana kabisa walikuwa ugomvi deep down hata ningekuwa ni mimi ningegombana mimi, haiwezekani. Nilipe watu, sio mtu kalipa watu, ina maana ameinvest hela nyingi, kalipa watu then watu wanapost post immediate unachukua video na post kwenye page yako wakati, wakati aliyolipia tangazo muda huo ana expect kupokea wateja. Lazima watu waulize tulizo nguo mmenunua wapi, ni kitu ambacho ni lazima tukifahamu, mtu atalizo mmenunua hiyo nguo wapi. Kwa hiyo aliyotulipa ana expect muda huo tunavyo post apate wateja, hajapata hata wateja, umeshachukua video na post kwenye page lako e? Ulikuwa ugomvi, ndio maana kwambieni, vita yenu ni vita yenu wenyewe kwa wenyewe. Ukikomenti ukatangaza biashara yako, unablokiwa na watu wanajulikana. No, mtu kalipo afanye kazi ya mtu. Miesta, ingekuwa nimeposti sijalipo kufanya tangazo, unanikomentia pale, hii ni nguo inapatikana duka langu, wala sina shida. Majority ya posti zetu sisi ni matangazo nikavaa pete nikavaa ereni sijui nikatoboa pua, ni tangazo. Hiyo pua ulitoboa kwa nani? Fulani bin fulani. Ni tangazo. Majority ya posti zetu sisi ni matangazo. Mimi paso sina shida. Ukiona ni posti ninapokaa, ukasema mama Chanja nyumba anayokaa napangisha huko Goba center kwa laki moja, sawa, ina ubaya gani? Sio tangazo. Ikiwa ni tangazo itakuwa affect si mnanipata wako. Ikiwa ni tangazo lazima itakuwa fact, kwa sababu mwenye tangazo, mwenye kazi yake, atanipigia simu Machanja. Kwenye posti yetu ya tangazo la mabaya, kuna mtu kaja ka akacomment pale ya baya kama inapatikana kwenye duka langu kwa 1500 wakati wewe baya mtu anauza laki, lazima utakula block, lazima message itakuwa deleted, lazima. Kwa hiyo vita yenu nyinyi, mnapigana wenyewe kwa wenyewe without knowing na fight wa onwa Lulu White ka posti zake, biashara yake ya kilingi ya uganga na ana zile video zake za kilingeni mwetoko alipotoka huko, posti ina hata dakika tano. Oh ni cheki kwenye namba hizi na mganga wa kweli, hautajutia hiyo comment, haita last hata dakika mbili, itafutwa, unless otherwise, sioni kwa wakati itafutwa Same same kwa wewe mfanyabiashara, umemlipa mtu afanye tangazo lako, alafu wewe una expect upate wateja. Unashangaa tu kwenye comment section, wanakuja watu pale, wana wanakuja kama kuattack. Sasa maana huo si uungwana, kuelezea kwamba hiyo product uliyopost inapatikana wapi kwa bei ya chini. Hamna biashara hivyo. <laughs> Last but not least, hela zitafutwe, tulipie matangazo. Tuepuke hizi gati za kuona watu wanaroho mbaya, tuepuke hizi kero, tuepuke hizi eka eka za kulaumu watu. Hela zitafutwe, mlipie matangazo, kwa sababu sisi sio wagombi wenu. Mnagombana na wafanyabiashara wenzenu ambao ni magosti. Mimi ndo nakuwa mtu mimi ndo nakuwa mtukato wa wewe kuniona mimi ni mbaya, ila unagombana na mfanyabiashara mwenzako ambao hata sura yake un... Mimi Esther deep down, najua sio kila mfanya biashara anaweza kuwa na uwezo wa kulipia tangazo kwa mtu kama mimi nikamtangazia biashara yake, au kwa watu wengine. Najua hiyo sio kila mfanyabiashara amefika level ya kumlipa influencer au comedian au msanii amfanye tangazo. Najua iki happen, mtu ameposti kitu mtandaoni anayejulikana yoyote, yako ukaposti mtangazo usilaumu sijui kama mmenipata, wafanya biashara. Ki happen mtu kaposti kitu ukatangaza uka biashara yako pale on time, ukaona komenti yako haipo au umeblokiwa, yeye kalipwa, kaanagombana huko na bosi wake aliyomlipa kwao. Vita yenu sio vita yetu.